Uchunguzi wa hapo awali umebaini kwamba wakili Geofrey Oriaro ameaga dunia kufuatia mkasa wa kuzama maji. Oriaro alipatikana ndani ya kidimbwi cha kuogelea katika hoteli moja mjini Mombasa. John Juma anaripoti kuhusu mkasa mwingine wa maji, hali inayoibua maswali chungu nzima kuhusiana na mikakati ya viwango vya usalama Katika hospitali ya Pandya mjini Mombasa, vilio vya huzuni kutoka kwa jamaa, ndugu na marafiki wa marehemu wakili Geofrey Oriaro wamekuwa hapa tangu wakili aage dunia na mwili wake kuletwa hapa kufanyiwa uchunguzi. Nduguye atueleza ripoti za awali. Uchunguzi zaidi unafanywa hasa kubaini vipi alijipata majini, iwapo ni ajali, ilisababishwa vipi, alitapatapa kwa muda gani ndani ya maji bila kupata usaidizi, nani alikuwa karibu, miongoni tu mwa maswali mengine mengi ili kupata taswira kamili, KTN ilizuru eneo la mkasa. Ni katika vyumba hivi vya watalii kwa jina Bamburi Chalet Apartments mjini Mombasa, ambako wakili Geofrey Oriaro amekuwepo pamoja na baadhi ya jamaa zake. Kulingana na mhudumu wa vyumba hivi, mkasa ulitokea jioni ya jana, pale alipogundua mteja wao Oriaro akitapatapa ndani ya maji sehemu hii ya kina kirefu cha kidimbwi hiki. Naita watu watu wafanyakazi wangu wenzangu hapa ambao wanafanya hapa wote, wakaja tukamtoa tukamlalisha hapa, tukamtapisha tukafinya. Security wakaja wakambeba, wakampeleka osi. A grown up person like him dying because of a swimming pool. The things to be inquired, but we would like wenye motes to put people there who can assist some of the visitors ambayo wanaoga. Naibu mkuu wa polisi Kisauni Walter Abondo amesikitikia mkasa huu, huku akisema matokeo ya uchunguzi wa mwili yatatoa mwanga kuhusu uchunguzi zaidi utakaohitajika. Anakumbukwa kufuatia wasilisho lake mahakamani kuwatimua mamlakani waliokuwa wakuu wa tume ya kukabili ufisadi, mwenyekiti Mumo Matemu na naibu kamishna Irene Keino. Na hata kisa hiki kikiachiwa maafisa wa polisi na wadau husika wataalam, kufanya uchunguzi kubaini kiini cha kifo hiki, changamoto inasalia kwa wadau wakuu: ni mikakati gani wameweka kuhakikisha kwamba usalama wa wageni wanaoogelea si baharini, bali hata katika vidimbwi vyao vya hotelini iko imara. John Juma, KTN News katika kituo cha polisi Bamburi,